Ni kwamba itakuwa rahisi itakuwa rahisi ngamia kupitia tundu la sindano kuliko wale ambao wameweka tegemeo lao katika mali. Tumsifu Yesu Kristo. Nikimaliza, nikiwa sasa ndio mpaka leo nimesumbua, nikiwa sasa ndio nimesoma kwenye Thomas, na siku moja ni ngoka kat

walisimamishana wal waisimamisha wakaanza kucaka hatas kuchak ni wajue hospitali ya karibu iko wapi, wakakimbiza ile hospitali iko karibu ni

Tuwaangalie na tuone, Mungu atufungue macho ya mwili na macho ya roho. Unapotendea wengine, ndivyo pia Mungu atakavyokufungulia baraka. Tuwaangalie wale wako karibu nasi, tuwafungulie, na ndio maana tunaambiwa tenda wema na zaidi.

Tuweze kusaidia tuweze kuingilia kwa sababu tunajua Mungu anatumia